ya muungano wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, awali ya yote nichukue nafasi hii kuendelea kumshukuru sana mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Chini ya uongozi wake bora, makini, mahiri, tunaendelea kushuhudia ugeni mkubwa wa viongozi mbalimbali mbali, marais kutoka nchi mbalimbali mbali, wakija kututembelea hapa Tanzania. Leo tulikuwa na ugeni wa mheshimiwa rais wa Finland ambaye ni mheshimiwa Alexander Stubb amepata fursa ya kutembelea katika makumbusho yetu hii hapa ya Taifa. Hii ni moja ya makumbusho kati ya makumbusho zisizopungua saba nchini ambazo tunazo. Amepata fursa ya kuangalia historia ya mwanadamu, lakini fuvu za la Zinjanthropus, pia vifaa ambavyo miaka ya nyuma walikuwa wanatumia mababu na mababu zetu na mwanadamu ametoka katika hatua ipi hadi kufika hatua ya leo. Mheshimiwa Rais amefurahi sana kupata historia makini, lakini pia kingine ambacho tumezungumza ni kuendelea kuwa na mashirikiano kwanza ya kupeana elimu, mafunzo, kati ya nchi zetu mbili, kuona namna gani tunaweza tukafanya tafiti za pamoja, kubadilishana uzoefu, lakini kingine tumesema kwamba tunaposema makumbusho zisiwe tu makumbusho za kwenye ukuta za kwenye jengo. Tunaweza tukawa na makumbusho ambazo zinatembea, unatoka sehemu moja na vifaa vya makumbusho unaenda sehemu nyingine, Watanzania wanaweza wakaona historia ya mwanadamu, vitendea kazi ambavyo vilikuwa vinatumika zamani. Utakumbuka kulikuwa hakuna visu, wanatumia mawe kukata nyama, wanatumia mawe kupata miti kuni vilikuwa kama vya kujilindia silaha, lakini ni mawe yanachongwa vizuri. Baadaye mwanadamu akagundua moto. Kwa hiyo historia yote hii iko hapa, na niendelee kuwakaribisha sana watanzania katika makumbusho yetu hii ya Taifa. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru sana, lakini kesho pia tutakuwa na ziara ambapo tutazindua mradi wa Finland, nchi ya Finland wanatusapoti sana katika misitu, tuna miradi nao, tunafanya kazi nao ya misitu, tuna chuo chetu cha misitu pale Mafinga ambapo wanaendelea kutusapoti kwanza kutoa mafunzo kwa vijana lakini, kesho tutazindua mradi wa Forland, mradi muhimu sana kwa ajili ya kupanda miti, kutunza mazingira, kuhakikisha vyanzo vya maji vinatunzwa na kuendelezwa. Lakini katika ziara hii, Mheshimiwa Rais Alexander Stub ametupa zawadi ya picha, picha ambayo inaonyesha mashirikiano kati ya Tanzania na Finland. Yalianza lini? Tumeona picha ya kwanza ilikuwepo ni picha ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere na rais wa Finland, lakini baadaye ikaja picha ya Mheshimiwa mzee Mkapa na rais wa Finland, baadaye imekuja picha ya mzee Kikwete na rais wa Finland, na sasa tutakuwa na picha ya Mheshimiwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na rais Alexander Stubb. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa mashirikiano haya makubwa na kufungua milango sisi, kutokana na ugeni huu tunasema hata takwimu za wageni zinaongezeka takwimu za watalii kuja Tanzania kujionea vivutio vyetu vinaongezeka. Hivi sasa tumefika watalii takriban milioni tano nukta tatu. Hii yote ni kutokana na ziara kama hizi ambazo zinatusaidia sana kuitambulisha Tanzania, kuongeza mashirikiano ya kiuchumi, ya kijamii, ya kimaendeleo. Tunaendelea kumshukuru sana rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Asanteni sana, sana. Asante sana. Naitwa Noel Biseko Luwoga ni mkurugenzi mkuu wa Makumbusho ya Taifa la Tanzania. Uh, ziara hii ya Mheshimiwa Rais toka Finland Alexander Stubb imekuwa uh, chachu kwetu na hamasa kwetu kuendelea kuutangaza zaidi utalii wa malikale na makumbusho. Ni alama kubwa kwamba ukitaka kujifunza historia na chimbuko eh, la asili ya binadamu ni vema ukatembelea makumbusho. Amesema wazi kwamba Leo amejifunza na ametambua asili yake. Kwa hivyo hii ni hamasa kwa wananchi wa Tanzania, ni hamasa kwa wageni wote wanaokuja Tanzania kutembelea makumbusho zetu kwa ajili ya kujifunza si tu urithi wa taifa, bali hata chimbuko la binadamu. Lakini pili ni mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya sita katika kuweka mahusiano mazuri ya kimataifa na mashirikiano ya Tanzania na nchi nyingine ambayo yamepelekea kukua kwa utalii wa kimataifa na kutembelewa na viongozi wakubwa wa, wa mataifa mengi hapa nchini. Lakini la tatu ni uendeleo au muendeleo wa uwekezaji ambao Wizara ya iliyofanya katika kufungua utalii mpya wa makumbusho na malikale. Kwa hiyo tumeona wageni wengi wanaendelea kuongezeka katika makumbusho zetu na hii sasa ni alama kubwa ambayo imewekwa na Mheshimiwa Rais e, wa Finland katika kutembelea makumbusho zetu. Lakini kubwa, pia tunategemea kujenga mashirikiano sasa katika sekta hii ya malikale kati yetu na makumbusho za taifa za Finland katika maeneo ambayo yametajwa ikiwemo eneo la utafiti, eneo la kuboresha maonesho kwa kutumia teknolojia za kisasa eh, lakini vilevile vile katika eneo la uhifadhi wa mali kale kwa pamoja, ikiwemo eh, kufanya makumbusho sasa zifike kwa jamii, kwa maana kuwa na makumbusho zinazotembea. Nashukuru sana. Labda kuna mikakati gani ya kuhakikisha kwamba, eh, Watanzania wengi hususani hawa changa wana, wanavutika wana, wana na kupenda vya kwetu, kwa sababu mara nyingi tunakuwa vivu kushiriki kwenye vivutio vya utalii kama hivi kwanza. Uh, tunashukuru kwamba wageni zaidi ya asilimia sabini wa makumbusho kwa sasa ni watoto wa shule za uh, nurseries lakini primary na secondary. Lakini mikakati iliyowekwa ime, inaona kabisa hatujafikia shule zilizo nyingi, hatujafikia vijana walio wengi. Kwa hiyo kuna mikakati ambayo tumeweka ya kufungua masoko ya watoto, lakini masoko ya wanafunzi katika mashule yale, lakini kufikia vijana kwa mifumo ya kidijitali. Na ndilo eneo ambalo tumeona tunaweza tukafanya mashirikiano na wenzetu wa Finland, kuhakikisha kwamba teknolojia ya mtandao internet, teknolojia ya simu kwa maana ya mobile technology, lakini kuweka vionjo vya kisasa katika makumbusho zetu ambavyo vitamfanya kijana aweze kutembelea makumbusho na taarifa kumfikia kwenye kiganja chake, lakini vile vile kutumia matukio kwa maana ya events. Events ni chanzo muhimu ambacho kinaweza kuleta watu katika makumbusho, na tumejionea eh, matukio mbalimbali kama siku za utamaduni, museum art explosion ambayo inafanyika hapa, lakini kusherehekea chimbuko la binadamu. Haya yote yanafanya jamii itembelee makumbusho. Kila tatu, kushirikiana na vyombo vya habari pale ambapo tunapata wageni mashuhuri lakini pale ambapo tunakuwa na program za kushirikiana nao tunafanya hivyo ili taarifa na umuhimu wa asili e, inayohifadhiwa hapa Makumbusho ya Taifa yawafikie jamii ya kwa upana wake Kasa. Kama ambavyo nimekuambia ni, ni ziara ya Mheshimiwa Alexander Rais kutoka kule nchini Finland ambapo amekuwa na ziara ya siku tatu hapa na ametembelea baadhi ya maeneo yakiwepo eneo hili la makumbusho ya taifa kuweza kujionea yale ambayo yanapatikana hapa, lakini pia atatembelea katika uh, maeneo ya Machinga Complex iliyoko pale Ilala hapa jijini Dar es Salaam katika ziara yake ya hapa nchini Tanzania. Asante sana wewe ambaye umeendelea kufuatilia NY TV na katika makala hii ambayo tumekuletea kutoka hapa Uh, maeneo ya makumbusho ulikuwa na mimi Messi binti wa Mario, ambaye nimekuletea taarifa hii, lakini nilikuwa na director Pasco William, ambaye amehakikisha matangazo haya yamekufikia kwa ubora kabisa, popote ambapo unaifuatilia NYTV. Endelea kufuatilia vipindo mbalimbali mbali, uh, vinavyoku jiya kutoka hapa katika kituo chako bora kabisa cha matangazo kwa habari na matukio mbalimbali mbali. Lakini nikukumbushe kusubscribe ili uwe wa kwanza kuhabarika na vipindi mbalimbali tunavyokuletea katika kituo hiki cha NYTV. Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV, ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele. Na kwa kufanya hivyo, utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? NYTV ni chaneli bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi, waweza kupiga simu zifuatazo 0712455252, au 0688131914 14. Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee. NYTV ni chombo bora cha Bwana.